Imeanza. Baada ya kupiga Injili hapa Kiguro ilala ngili tukaja kupiga Injili nao ya kuvua samaki kidogo <laughs> hapa tuko forozani, panaitwa Kigurwe Nguruka. Watu wa Mungu tumeleta habari ya Injili ya Yesu Kristo. Tumewafuta wavuvi hapa kivukoni kwa ajili ya kuambia habari za Yesu Kristo. Namuona kijana hapa amevaa mtobo, huyu hapa tumemhubiria injili ya Yesu Kristo, mm. Wako vizuri, tumaoka vijana wengi, wanavuta bangi Kristo, lakini wameokoka. Kwa hiyo tumetoka makele, hey. asuru mpaka hapa, ila languru yanguruka Wapma. sasa tuko Kivukoni tunawapata wavuvi mtu Wapma. kwa mtu, injili ya Yesu Kristo inasonga mbele Amen. sasa tunaenda samaki gezini, tunaenda gezini kidogo Ndugu zanguni, tunaenda gezini kidogo kusalimia samaki na baadaye tutakuwa kwenye mkutano kama kawaida. Amen, hivi ndivyo ninavyoondoka gezini. Gezini niko na kijana Musa Bahati. Haleluya, amen. Na masaa mkutano, msisahau, haleluya, saa tisa kamili, mwisho saa kumi na mbili. Haleluya.